Leo tumezindua boti ambayo ina mashine yake kamili, mashine mpya ambayo tunategemea sana itafanya kazi kwa muda mrefu, sababu unaona pale kwenye box ni Yamaha original. Kwa hiyo tunawashukuru sana Mwambao, Mwambao wana support sana, kwa sababu eh, serikali inafanya jitihada nyingi, lakini wadau kama mwambao pia wana wanatusaidia katika kulisukuma hili gurudumu la la la, la maendeleo. Ghuba yetu ya Chwaka, nadhani mnaelewa wavuvi ambao mko hapa, inakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo uvuvi haramu. Jitihada kubwa zimefanywa ikiwemo kuweka maboya, kuondoa nyavu kwenye eneo la Ghuba ili watu nyavu wavue nje ya ghuba, lakini bado kuna kuna changamoto bado kuna watu wanapenya na wanavua nyavu ambazo hazikubaliki. Kwa hiyo tunatarajia sana tunatarajia sana boti hii itakwenda kusaidia katika jitihada za doria ambazo tayari zinafanywa na idara kwa kushirikiana na wenzetu wa KMK lakini pia idara kwa kushirikiana na kamati ya ya doria ya Ghuba ya Chwaka. Kwa hiyo boti hii inaweza kuongeza idadi ya boti za doria ndani ya Ghuba na hii itakwenda kusaidia kwa sehemu kubwa kuilinda bahari yetu. Hili ni jambo kubwa sana, jambo ambalo limetufanya sisi wanamwambao kuweza kuona namna gani na sisi tuweza kuwasaidia ili boti hii iweze kufanya kazi iliyokusudia. Kwa hivyo wao wana marumbi boti hii kutoka pesa za uhifadhi walinunua kwa thamani ya milioni tisa na laki nne. Sisi kana wanamwambao tukanunulia mashine ambayo mashine hii ya hospa arobaini imegharimu jumla ya shilingi milioni nane na laki saba. Kwa hivyo tumewakabidhi kwa ajili ya kufanya shughuli ya doria na kuona kwamba shughuli zao za hifadhi zinakwenda vizuri katika eneo lao hili la shehia ya Marumbi. Sisi wanamwambao tunasaidia, lakini wanajamii wao ndio ambao wanamiliki hii sehemu ya bahari. Kwa hivyo wao ndio wanastahili kuweza hakikisha kwamba wanahifadhi maliasili ya bahari. Ikiharibika, wao ndio ambao wanaharibikiwa zaidi. Kwa hivyo nawasihi waweze kuitunza hii boti ambayo wamepewa pamoja na mashine ili kuona kwamba inatumika kwa muda mrefu zaidi katika shughuli hizi za uhifadhi, kama ambavyo wenyewe wamejionea katika kufanya uhifadhi, imesaidia kurejesha yale uoto asili wa kwenye bahari yao. Kwa hivyo wakizidi kuendelea kwa uhifadhi wa bahari, uoto ule utazidi kuendelea na itakuwa ni sadaka kwao kwa vizazi vya leo lakini vile vile kwa vizazi vinavyokuja baadaye. Kamati ya uvuvi imekuwa ikijishughulisha na doria za kutoa elimu na doria za ukamataji wa zana zisizofaa, wavuvi wanaovua kinyume na taratibu. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na doria ambazo tunazozifanya bahari imeanza kurejea kidogodogo katika maumbile ya asili yake kwenye zile sehemu zisizoathirika kwa uvuvi wa kukokota kutokana na ukubwa wa eneo la hifadhi ya Chwaka, ya Chwaka be tumeona ipo haja ya shehia kutafuta chombo chetu cha doria kwa lengo la ulinzi zaidi wa rasilimali za bahari na kuamua kupeleka ombi la msaada wa mashine katika shirika la Mwambao na leo ombi letu limekubaliwa. Kumekuwa na baadhi ya changamoto ndani ya sheria yetu ya Marumbi kama vile kukosekana kwa kanuni ndogo ndogo za usimamizi wa maeneo yetu ya hifadhi, hivyo tunaomba kupatiwa kanuni hizo ili tuweze kusimamia na kuweza kupiga faini wavuvi wasiofuata sheria. Tunatoa shukurani za dhati ziende kwa mkurugenzi wa idara wa bahari, ya hifadhi wa bahari pamoja na mkuu wa wilaya ya Kati, taasisi yetu pendwa Mwambao ambayo muda wote imekuwa ikijitolea kuweza kutusaidia wanajamii za kanda za pwani.